Tukielekea huko jijini Dar es Salaam, tunafahamishwa kwamba polisi wenye silaha wamezingira nyumbani kwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema Tundu Antipas Lisu pamoja na nyumbani kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche, kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa katika tovuti ya shirika la utangazaji la Uingereza BBC. Hata hivyo, polisi hawajathibitisha kuzingira nyumba za viongozi yao wa upinzani. Kupitia mtandao wa kijamii, Heche ameandika, wa kijamii ameandika nimezingirwa nyumbani kwangu tangu saa 10 alfajiri ya leo, askari wakiwa na magari manne wako kwenye milango ya kuingilia. Haya yanajiri wakati mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Jumatatu hii nasikiliza upande wa jamhuri mleta mashtaka juu ya hoja za mawakili wa Lissu walio kupinga kesi hiyo kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Polisi walisisitiza wanachama wa Chadema kutokwenda mahakamani, wakisema ni kwa lengo la kuimarisha amani, huku makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche akiwahamasisha wanachama wao kwenda, kwani ni haki yao ya kikatiba. Nje ya mahakama ulinzi umeimarishwa huku wanachama wa Chadema na waandishi habari wakiwa wamezuiwa kuingia mahakamani.